na vyuo vya serikali kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Itakumbukwa kuwa serikali imekuwa ikitoa fursa kwa wahitimu wa kidato cha nne kufanya mabadiliko ya machaguo ya tahasusi yani combination, na kozi mbalimbali walizozichagua kupitia fomu ya uchaguzi yani selform. Fursa hii wawezesha wanafunzi kurekebisha machaguo yao kulingana na ufaulu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 dawati la huduma kwa mteja kupitia barua pepe huduma atitamisemi.go.tz, au tuwasiliane moja kwa moja kupitia kituo cha huduma kwa wateja kwa simu namba mbili kwa simu namba sifuri mbili sita mbili moja sita sifuri mbili moja sifuri, au mbili sifuri. Nitarejea, tuwasiliane moja kwa moja kwa simu huduma kwa mteja, simu namba pls55 mbili. Nitarejea, nimechanganya Kizungu na Kiswahili. namba ina ni sifuri mbili sita sio mbili sita mbili moja sita sifuri mbili moja sifuri, pamoja na namba sifuri tatu tano moja sita sifuri mbili moja sifuri. Aidha, pamoja na maelekezo hayo, kwa wanafunzi au wazazi na walezi, yeyote atakayekuwa na suala linalohitaji maelekezo au ufafanuzi zaidi aende katika ofisi za elimu za mikoa na halmashauri katika mikoa yote nchini. Asanteni sana kwa kunisikiliza.